Hello, habari ndugu mfuatiliaji wa channel hii. Leo nataka nikuonyeshe njia ya rahisi kabisa ya kuidownload application hii na kuitumia kwa usahihi kabisa, kwa sababu application hii itakusaidia kufanya designing mbalimbali mbali na editing mbalimbali mbali za video mbalimbali mbali. Lakini nakumbusha vile vile application hii huwa ina mfumo wa AI yani artificial intelligence. Unaweza ukaingiza teksti na maandishi maandishi, kisha video ikajitengeneza automatically. Tuende pamoja. Moja kwa moja utaenda kwenye hiyo application iliyonyoshea ya hiyo Chrome, kisha utatafuta maneno yafuatayo sehemu hii, andika kama jinsi mimi nilivyoandika hapo Kumbuka, uandike hivyo hivyo, usibadili neno lolote hapo. Kisha uta search sehemu hii, application yetu itaonekana kama hapo na maanisha websites. Bila shaka umeapaona niliponyoshea huo mshale au hapa. Unaweza ukakliki popote, lakini nakushauri kliki hapo chini. Apu yetu itaonekana kama hivi, vision yake, angalia niliponyoshea mshale, kisha utagusa sehemu hiyo. Ukishagusa sehemu hii application hii utaidownload kwa simu yako. Ukishaidownload kwa simu yako, namaanisha simu za mfumo wa Android. Baada ya hapo, utaanza kuitumia application hii. Narudia tena, application hii itakusaidia kufanya designing. Yani utaweza kudesign chochote kupitia application hii, yani maana yake hata video inatengeneza automatic na imani umeelimika na elimu hii ambayo nimekuletea leo. Nakumbusha, gusa neno subscribe lipo hapo chini ya video hii. Lakini kama wewe ndo mara ya kwanza umetazama video hii, tutakutana muda mwingine.